Yani, kwa kifupi anachokisema ni kwamba watoto wanakosa bondi na wazazi wao. Kwa hiyo sasa, yani kwa sisi kama kituo tunajaribu sana kuongea na wazazi. Ukiwa na dada, mwache afanye hivyo vitu vingine. Wewe ukiwa nyumbani, kaa na watoto wako eh, maana kama kupika, si kusafisha, yeye afanye, wewe spend ule muda na watoto, tengeneza bondi. Sisi wote tuliokuwa wazazi wetu tukijiuliza, tunakumbuka nini kuhusu wazazi wetu? Hatukumbuki vitu na tunakumbuka mambo tuliokuwa tunafanya nao sisi tumeelewana mambo tulikuwa tunafanya nao. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni ujumbe mzuri sana kwamba mheshimiwa dada ya hapa, yani ametusaidia, ame, kwa sababu si tunasema dada apate siku mbili kwa mwezi, yeye anasema sasa hizo siku mbili ziwe bora zaidi, mwajiri akae na watoto kwenye hizo siku. Kwa hiyo inakuwa perfect yeye, yeah, anasema ice on nini, ice on the cake. Kwa hiyo maana yake zile siku mbili bosi azitumie kuspendi na watoto, azitumie kubondi na watoto kwa sababu anakuwa hayupo. Resi za maisha zinafanya wazazi wasispendi time na watoto sana. Haya, kwa hiyo swali la lima nafikiri la kwanza nimekujibu la hofu, si ndio? Ndio. La pili majukumu kuwa tofauti, si ndio? Yeah. Haya jamani, utaratibu wa kitoa unasemaje? Mkienda kwa waajiri mkakuta mambo yamekuwa sio kama mlivyoambiwa eh, mnatakiwa mripoti si ndio eh? Mripoti wapi Kituoni yani, hicho ndo tunachoomba. Hatuwambii mnune, hatuwambii msuse, hatuwambii mkimbie, hatuwambii mfiwe, hatuwambii watu wenu wagongwe sijui na magari boda sijui, hatuwambii migongo yenu inaumwa. Piga simu wapi? Huyu bosi nyinyi hamumjui, sisi ndo tunamjua. Kwa hiyo kama yeye alituambia sisi kimebadilika, sisi ndo tutaongea, tutaka naye tutakavyoongea naye tutaelewana naye vizuri. Inawezekana labda hata hapo ulipoenda kumbe sio kwake, labda alikuwa anakupitisha tu, au kama ni kwake atuambie, si ndio? Then tutaelewana aidha, yatabadilika au kuna mshahara utakaoongezeka, then tunakupa wewe go ahead, aidha utaendelea hapo au utarudi kituoni. Si tumeelewana jamani, yeah. Hamna haja ya kukimbia, hamna haja ya kununa, kususa, sijui kuanza kup, kupaki mabegi sijui utaka kuondoka, amna haja kufanya hicho kitu kabisa. Kumbuka wewe una malengo yako mbele, unataka nini? Hela, unataka ajira, si ndio? Na sisi tumekupa hiyo fursa. Kwa hiyo wewe yani uweze kukimbia kazi kwa sababu umekuta kuna vitu haviko sawa? Unabidi kwanza uulize, ukiuliza utapata msaada jamani. Yani mimi nitegemea hiyo shida iwe kwa wadada, yani hiyo shida mimi nitegemea iwe kwa wadada hawa ambao hawana vituo, tumeelewana eh? Wadada ambao wana vituo ndo hawana mtu wa kumfanya nini, kumuuliza unabidi kwanza uulize. Ukiuliza utapata msaada jamani. Yani, mimi nitegemea hiyo shida iwe kwa wadada, yani hiyo shida mimi nitegemea iwe kwa wadada hao ambao hawana vituo, tumeelewana eh? Wadada ambao wana vituo ndo hawana mtu wa kumfanya nini, kumuuliza. Nyinyi mna kituo, naona sasa hivi mikono mingi. Haya, ao Naomba mic kwa... habari ah, no, okay. Go ahead, go ahead. Ya saizi uh, mi nilikuwa nataka nipate ufafanuzi upande wa ofu ofu ya siku mbili, unamaanisha ziwe mfululizo siku mbili au inakuwa labda inatofautiana, hiyo namba one. Namba two, inakuwa ni ofu ya kulala ambapo inahesabika kama siku moja ama ni ya kwenda na kurudi jioni. Hebu tufafanulie kidogo hapo ikae kaeje? Uh, kwanza nimefurahi sana bosi sasa anauliza uh, ufafanuzi kuhusiana na hofu, lakini nilitamani kwanza, kwa kuwa mabosi wengi ni wajasiriamali, lakini wengine wameajiriwa na wanafanya kazi mara nyingi siku tano kwa wiki, walio wengi yeah. Nataka tuanzie hapo nyinyi kama mabosi mnaonaje, yani, kuhusu wafanyakazi wa nyumbani wanapokuwa nyumbani throughout? Hawana Jumapili, hawana Jumamosi kama mabosi ambao mmeajiriwa na serikali au hata wengine mmejiajiri, kwa hiyo unapokuwa na biashara yako, unaweza ukaamua hata nafanya kazi siku tano au siku nne au siku mbili au siku zote lakini wewe mwenyewe ni, ni kitu ambacho muda wowote ukiamua kupumzika utapumzika tofauti na wadada ambao wako makazini. Mabosi, yani wadada tu, tu, tu, tunawaambiaje wa, wadada kuhusiana na swala la wao kupata muda wa mapumziko. Tuanzie hapo kabla hatujaja kwamba ni siku ya nzima anaenda kulala au hiyo hofu ikoje? Okay, sawa hapo. Sasa nimekuelewa, mi nilikuwa nafikiri ipo tayari mmeshaiweka kwenye mkataba kwa sababu wadada jinsi wanavyoiwasilisha inakuwa ni tofauti, kama vile tayari mlishaipanga. Kwa hiyo ni kitu cha kudiskasi, bado kiko kwenye discussion. Kwa hiyo kama bado kiko kwenye discussion, tunaweza tukakijadili kama ulivyosema. La, okay. Lakini Sorry. Kama kilikuwepo tayari ina maana itakiwa mtu aambie kwamba huwa kiko hivi na hivi, ili ambao wanakielewa tofauti wapate ufafanuzi waelewe, okay. ama ndo tuanzie pale, nafikiri eh. Na bosi hujanielewa. Ah, sikujibu swali lako kwamba hii yeah. ofu inatakiwa iwe siku mbili ni mfululizo yeah, au ni kwenda kulala. Sikujibu hilo swali yeah. Nilisema kwa kuwa nyinyi ni mabosi na mnawakilisha mm. waajiri wa wafanyakazi wa nyumbani na kwa kuwa swala la ofu limekuwa kama ni changamoto mm. Ah, nyinyi mnaonaje kwamba hawa wadada wanastahili kupata hofu. Na ndio maana nikasema ya, mabosi wanafanya kazi Jumatatu mpaka Ijumaa walio wengi hmm. Jumamosi na Jumapili ofisi hazifunguliwi, watu wako kwenye shughuli zao zingine hmm. vipi kwa upande wa hawa wafanyakazi wa nyumbani, nataka yani kusikia kutoka kwa mabosi mtazamo wenu kuhusu ofu za wafanyakazi wenu wa nyumbani. Hilo ndio ilikuwa swali langu. Kwa hiyo <laughs> wewe umeuliza swali. <laughs> Ah, okay. <laughs> Okay, kwa hiyo basi tufanya hivi, maanake yeye aliuliza swali, <laughs> na wewe umeuliza swali. <laughs> yeah. Basi mimi ngoja nimjibu ili ajibu swali lako. <laughs> yes, <yeah. laughs> Okay. So hatuwezi uh, alima wewe ndio uliuliza swali, si ndio? mm -hmm. No, unatakiwa tusikilize. Ah uh, hatuwezi kusema hiyo hofu ya dada iwe ni ya kulala au ya kutokulala kwa sababu hiyo itakuwa ni kitu kigumu kwetu ku, kusema ku enforce hata ku regulate. Na tukisema siku moja atumaanishi iwe yani Jumatatu na Jumanne aweho, hapana, hiyo haiko sawa. Umeona? Kwa hiyo issue ya kulala iwe ni kama bosi au mwajiri atakuwa yuko tayari kumruhusu dada afanye hivyo hiyo tunaiacha kwenu yani. sisi mkataba wetu unatoa maelekezo, alafu kama kuna extra bosi anataka kumfanyia dada amfanyie. Kwa hiyo kama kuna option ya kulala mwajiri anaweza kumpa dada atampa. Sisi tunachosema kwa mwezi dada apate siku mbili off, siku mbili, lakini itakuwa haina maana kama akizipata zote wiki moja alafu anaendelea kufanya kazi wiki tatu zote, yani it defeats the purpose. The purpose ni dada awe anapata muda wa kuswitch off na kuswitch on, si ndio, eh? Ku, ku, kupata energy tena. Kama simu simu ikichoka inaanza kuzingua, ukizima ukiwasha ina, inaendelea. Kwa hiyo dada inabidi apate muda wa kuzima. Sasa uweze ukamzima siku mbili afu uendelee tena mwezi, haina maana. Kwa hiyo inatakiwa iruke, labda tukisema kama ni siku mbili kwa mwezi, basi awe napata labda siku moja kila baada ya wiki mbili, umeona. Ukiweza let's say, kama umeamua siku yake au ni Ijumaa, si ndio? Wewe una shida ukamwambia, basi Alhamisi fanya mambo yako jioni, utaenda ofu yako, rudi Jumaa jioni. That's fine, lakini sisi hatuwezi kusema kama mabosi wote wafanya hivyo, umeona hapo, eh hiyo ibaki kwenu, ibaki kwenu nyinyi waajiri, kama mnaweza kufacilitate. Kumbukeni tu kwamba hizi ofu anaefaidi, yani mfaidi, beneficiary, mnufaika, mnufaika mkubwa wa hizi ofu ni nyinyi waajiri, kwa sababu huyu dada ambaye anaenda kuswitch off na kurudi anarudi na energy mpya. Anarudi kidogo tofauti. Hata kuna mambake mambo yake alikuwa amekoa manenda anafanya anarudi anaendelea na kazi. Kwa hiyo hiyo pia ni kwa benefit yenu nyinyi. Of course, tuache hii benefit nyingine ya kubondi na watoto pia ipo. Ah, kwa eh, kwa dada anaenda kuswitch off kwa sababu unajua kumhudumia kufanya kitu kimoja constant bila kuswitch off. Yaani ni ngumu kiukweli. Kama sio kitu chako wewe, yani biashara yako au kitu chako, it's impossible. Mimi nina uhakika kuna watu wengine, tungekuwa tunaweza kupata option ya kuamka asubuhi, miswaki ukapigishwa mswaki tu, tungefanya. Lakini najiuliza oh my life, kila siku asubuhi lazima nipige mswaki, si ndio, eh? niko lakini, kwa sababu ni meno yangu lazima ni. Eh, lakini kumpigisha mtu mwingine that's a different case. Umeona eh? Kwa hiyo point yangu ni kwamba hizi offers zinakufaidisha wewe mwajiri pia, lakini tusiende kusema iwe ya kulala ya kutokulala, hiyo tunawachia nyinyi waajiri, na dada asiende akasema mi nataka kwenda kulala. Hapana, tunasema ambaye anaamua hizi siku kwanza awe mwajiri, kutokana na mazingira ya kazi zake na majukumu yake. Hiyo iko wazi, wewe ndo utaamua kwamba siku gani ndo nitakupa off, then kama ni ya kulala kutokulala, utaamua wewe, na dada ambaye atafuata utaratibu basi atakuwa amekiuka utaratibu wetu, wewe uweze kujipangia hofu yako. Uweze kujipangia hofu yako iweje? Sisi tumesema siku mbili ni hizo siku mbili kwa kuanzia, huko mbele hatujui kitakachokuwepo, lakini for now siku mbili. Sijui nimekujibu vizuri? Ndio, umenijibu vizuri asante. Hiyo nimeiweka hivyo ili tuiweke clear. mm. Mabosi wanatofautiana na hapa wako wadada wa aina mbalimbali exactly, yeah. Kwa hiyo mi mdada wangu naweza nkampa mdada <coughs> wangu naweza nkampa ofu ya hiyo kwenda na kulala sehemu nyingine, asimpe ya kwenda na kulala. Hey, kwa hiyo akaita pleti tofauti. mm. Kwa sababu wao watu wanakomuniketi na wanashare Mm. Unaona. Kwa hiyo mwingine anasema, mimi mbona mbona huwa wananipa naenda na kulala we mbona wajanipa, au mi mbona huwa wananipa siku moja wanipi siku mbili. Mm. Kwa hiyo wanaiweka kama mandatory tayari kwamba mm. I have to. Kwa hiyo ukielezea kama hivi, yeah. Mtu anakuwa anajua kwamba wewe kaongee na bosi wako mpange, yeah, ni lini. Kwa hiyo, yeah, kidogo italeta mahusiano mazuri kati mm. ya mfanyakazi na bosi na boss, yeah. kuliko <laughs> <Yeah>. <laughs> Asante. Kwa hiyo itakuwa imeweka imekuwa clear, kwa hiyo mm. sehemu zote zitakuwa zimekaa vizuri. Hiyo ndio ilikuwa lengo langu ili tuweke vitu sawa. Asante kabisa. Na sisi tumefanya hivyo makusudi, tunataka mwajiri na dada wawe na mahusiano ya kuwasiliana, kuongea. Mona, kuna vitu vingine hatuwezi kusema. Kuna dada yetu wa mwezi wa kwanza alifanyiwa party ya birthday na keki, si ndio? Sasa sisi tuambie waajiri wote wafanyie birthday wa dada Hatuwezi, lakini yule dada kutokana na utendaji wake na mahusiano yake mazuri na mwajiri wake akafanyiwa kile kitu. Kwa hiyo tuna wadada wengi humu wanapewa ofu siku mbili hata siku tatu, wanaambiwa nendeni kwenu, haina neno na wajiri wao, wala si hatujasema kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu mahusiano yao ni mazuri. Hicho ndo tunachotaka kuki kukipromote, kukihamasisha. Kwa hiyo isiwe sasa mahusiano ya kazi ni mabaya alafu dada anataka ofu au kuna changamoto pande moja, alafu dada anataka ofu hiyo tayari ni ngumu. Umeona, kwa kwanza, mahusiano yawe mazuri, manake kiutendaji, mahusiano ya dada yanamwajiri ni utendaji, sio mengine, manake mahusiano mazuri, ni kazi inafanyika vizuri, bosi ameridhika. Hizo ofu wame I'm sure wanapata tu, ya ina shida? Bosi aliyeridhika hawezi kumfanyia dada kum, kumpatia hizo ofu. Mimi sina sioni changamoto hapo. Kwa hiyo labda sasa, swali lako lile, mawajiri mnasemaje, mnafikiri wadada wanastahili ofu Nafikiri ndo likuwa sala yako eh? maana hiyo ni changamoto Wa, mm. wadada wanaiongelea kama vile ni shida sindio eh? Uchati, tutarudi mikono. Hilda, limona, na kuna ambao walikuwa wamenyosha mikono Hilda nilimwona na nani kule e, eh, e, nani na e, na, emi eh, eh, sindio? Aya, waajili mnafikiri wadada wanastahili of sindo swali lako hilo hey? Waajili so so lazima so, <laughs> so, uongee sasa unaweza kusema ndio wanastahili wanastahili, yeah. eh? aya Eh? Wanastahili. <laughs> Ah, kama labda unataka kuongezea <laughs> <laughs> <laughs> wadada center. Ngozi ya familia <Imesema laughs> <laughs> ya yeah, uh, mi nadhani wanastahili kwa sababu uh, binafsi kabla hata sijaanza kuchukua mdada wapa wadada center. Mimi kawaida huwa napendaga na kumruhusu dada, na nakumbuka kuna ndugu yangu mmoja alishawahi kuniambia, we wadada hawakai kwako sana, kwa sababu unawapa sana uhuru. Yaani napendaga sijui nimeshazoea kukaa na, nimesha kukaa na wadada ambao wengi um, wanajitambua. Kwa hiyo nikisha muorienti akaelewa kazi kwenye yale majukumu ya kwangu, mimi binafsi majukumu ya, ya nyumbani, uh, kwanza una exclude chumba changu chumba changu nafanyaga na mwenyewe. Kwa hiyo kwingine kote jikoni, kupika, kufua uh, labda kufagia sehemu ambacho nitakuwa nipo, sio kubwa sana, anakuwa anafanya dada, kwa akisha manage yani sana sana uh, na ikitokea labda kama sipo, unaweza uh, kuwa umetumia hela, anafanya budgeting kila kitu mwenyewe, yani ana run kama ni mradi basi, nasemaga dada anakuwa ni project manager, kwamba anakuwa ana manage kila kitu. Na hata kwa huyo ambaye nimemchukua hapa sasa hivi tuna kama mwezi mmoja na yani siku chache. Ah uh, nilisafiri tarehe kwanza tarehe sita kwa almost kama siku saba nane. Naona. Naweza no? ngesema ngoja tu ni test hii hapa nione kwa sababu bado na moriente nione kama ataweza, japokuwa nina ndugu ambao kwa Dar es Salaam pia naomba wasaidie kufanya ile oversight kidogo kidogo, akiwa yuko huko kwa anaweza kaja nyumbani mara moja. Kwa hiyo uh, ali manage naweza kusema kwa hilo yaani, niliweza kufanya shule zangu nilipokuwa mkoani huko, na nimerudi nyumbani kila kitu kwa vizuri.